Tutaimarisha zaidi kwa kuijenga bandari ya Wete kwa sababu mipango ilishakuwepo mingi na mikubwa, lakini haijatekelezeka mpaka leo. Chama cha ADA TADEA kitalifungua jambo hili ili bandari yetu iweze sasa, meli zote za nje, meli za mafuta mafuta na gesi, pia tukitegemea kwamba muda unapokwenda suala la mafuta na gesi itakuwa limetimia na itakuwa tayari lila... Hii maana yake ni kumfanya mwanamke na yeye yule ambaye kwa hana mume na yule aliyokuwa hana kazi aweze kupata fedha za kuweza kujikimu. Tumeona vikundi vingi sana vya wajasiriamali wanaomba mikopo, hata vikundi vya uvuvi wanaomba mikopo, lakini kwa bahati mbaya mikopo inakwama benki. Pamoja na nia njema ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini utakuta kuna vikundi vikubwa vingi na baadhi ya wavuvi maombi yao tayari, lakini fedha inachelewa. ADA TADEA, kupitia chama chetu cha ADA TADEA na kiongozi wetu mahiri Mheshimiwa Juma Ali Khatib, tunatakiwa tuwe wabunifu na tutakuja na mipango mbalimbali mbali ya kuhakikisha kwamba changamoto zetu tunaziibua sisi wenyewe na vijana wote na wakina mama wote ambao watakuja na ubunifu chini ya serikali ya Mheshimiwa Juma Ali Khatib basi watasapotiwa kwa kupewa dhana, watasapotiwa kwa kupewa maeneo, lakini watasapotiwa kwa kifedha kuhakikisha kwamba ubunifu wa ule wanauendeleza. Mko tayari watu wa vyombo vya maringi mawili, watu wa vyombo vya maringi mawili ambao nimevitaja hapa, endapo mtampigia kura Mheshimiwa huyu simba mtoto Juma Ali Khatib na kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi